Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert John Chalamila, ametangaza kusitisha huduma za usafiri wa mabasi yaendayo haraka maarufu kama mwendo kasi kati ya Gerezani Kimara na Gerezani Mbagala jijini Dar es Salaam. Kusitishwa kwa huduma hiyo kulingana na Mheshimiwa Chalamila katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, kunalenga kutoa nafasi ya kufanyika kwa tathmini ili kujua uharibifu uliofanyika wakati wa maandamano yaliyofanyika Jumatano ya Oktoba ishirini na tisa elfu mbili na ishirini na tano jijini Dar es Salaam. Inatajwa kuwa katika maandamano hayo waandamanaji wa waliharibu miundombinu hususan vituo vya mwendokasi zaidi katika vituo vilivyopo barabara ya Morogoro kwa kuvunja vituo, mifumo ya ukataji wa tiketi na kuvichoma moto baadhi ya vituo vya kushusha na kupakia abiria. Chalamila katika taarifa yake amewataka wananchi wote waliokuwa watumiaji wa usafiri huo kutafuta njia mbadala za usafiri katika kipindi hiki wakati ambao unafanyika utaratibu wa kurudisha hali kama iliyokuwa ya awali. Mkuu huyo wa Mkoa katika hatua nyingine amewaagiza Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA la kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili yaweze kutoa huduma ya usafiri na usafirishaji kwenye njia hizo ambazo zilikuwa zikitegemea mabasi ya mwendokasi yaliyosimama kutoa huduma katika barabara tajwa. Ram tuna mabasi yaendayo kwa kasi, tuna dat na tuna udat. Vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo tunaendelea kuusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT 1 na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala, yani BRT 2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja, jambo la kwanza, ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia ameharibiwa na kwa mantiki hiyo, inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa LATRA, wadau wa LATRA na watumishi wa LATRA ama ma ra m e, mtendaji mkuu wa LATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili aweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi, na jambo hili lifanyike mara moja, ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1, yani ya Morogoro Road, na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali.